Ni aibu mwanaume mwenye meno 32 kulalamika kwa mkewe kwa jamaa amwandalia chai. Najaribu kufikiria kuna mahali pameandikwa kuwa mwanamke atakuwa house girl wa ndoa. Wanaume wengi wanasahau hata kufua boksa zao baada ya kuoa. Sijui nitumie neno gani kuongea lakini mimi Tasha siwezi kuwa house girl wa ndoa. Mwanaume anayetamani kutengeneza familia na mimi ajiandae kuogesha watoto wake kama atapenda wale wanazi. Ajue atanisaidia kukuna vyombo, pia ataosha. Hata mimi pia nitafanya majukumu yake, niswe muongo. Mimi pia napenda kutafuta pesa. Kuna wakati tunalala njaa kwa sababu tumeshinda kazini wote kutafuta hiyo pesa. Brandon Kobe alijikuta akitabasamu kwa upuuzi uliokuwa unazungumzwa na Tasha, mrembo wa TikTok. Hakuishia hapo, alimfollow kwa lengo la kuwa anasikiliza pomba zake. nimejikuta ni kisi hasira kwa maneno anayozungumza huyu mjinga. Mafundisho uongo, ya uongo yanayotolewa mtandaoni yamefanya mabinti wengi wae na viburi, na ndio wanajikuta wanapoteza hisia za mapenzi. Brentin Kobe alizungumza huku akizidi kukagua kagua uchafu wa Tasha. Alichafua hali ya hewa ya TikTok, kwa upande mwingine yupo sahihi. Kuna muda mwanaume hata kuflashi choo chake hawezi, kisa eti ameoa Mwanaume kama huyu nikimpata namnyosha mnyosha. Ani alizungumza. Na ndio maana una mahusiano mpaka sasa? Vipi wewe? Hayo mahusiano unayo? Ani alijikuta akiacha kicheko. Nafikiria kufanya mabadiliko ya wafanya kazi wote kwenye hii kampuni. Wenda ukawa mmoja wao. Hivyo kwanza sasa kabla hujajibu au kukosoa chochote, hakikisha unatuliza akili yako kwanza. Brad alionyesha asira zake waziwazi. Wazi. Sasa sasa samani. Ani aliji shusha huku akibinua midomo yake kimya kimya. Kauli aliyozungumza Tasha ilikuwa ni gumzo mtandaoni. Watu wengi walitamani kujua historia yake. Ni mtoto akishua, msomi, mrembo na mkubwa zaidi. Hapa ana kashfa mbaya. Yote ni mwanamke anayetamani katika usawa, yaani anaamini pia katika usawa na kutamani hivyo, hategemei katika nyanja yoyote ile. Mida usiku Brighton Kobe akiwa akajipumzisha chumbani kwake aliingia TikTok kwa mara nyingine tena. Lengo lake lilikuwa ni kusikia pumba gani tena. Anazungumza na tofauti na ile ya asubuhi mrembo Tasha. Mahusiano usio ajira. Kuna watu wanaingia huko kwa matarajio ya kujenga, kung'aa, kupata shepu na kumiliki simu za bei mbaya. Ni upuzi kufikiria hivi. Nachotaka kusema hapa ni kwamba watu wafanye kazi. Kitu kingine mimi nikienda ghetto kwa mwanaume kumfanyia usafi kwa moyo wangu mkunjufu, mwisho wa siku nitaomba nilipe mshahara wangu. Msimamo wangu ni ule ule, siwezi kumfanyia mwanaume usafi mpenzi wangu bure. Nitafanya hivi kwa mme wangu kwa sababu ni nyumba yetu sote lakini, sababu nikiwa sina mudi, sitatarajia kuulizwa kwa nini sijafanya usafi. Mpuzi huyu alianza vizuri lakini kamaliza vibaya. Brent Kobe aliongea peke yake, kisha akaachana na TikTok kitendo tu cha kufumba macho usingizi ulimpitia. Alikuwa amechoka sana. Kulivyopambazuka alikunywa chai kisha akaelekea shopping center ya raba. Ni mtu anayependa sana kupendeza, mara nyingi anapenda kwenda na fashion. Raba zilizopatikana hapa zilikuwa ni za jinsia zote na rika marika yote. Wadada wengi walikuwa mahali pale, hawakusita kumwangalia. Wengine walitamani walale naye tu, wengine walimnyoshia vidole. Ni CEO wa kampuni ya Dodan inayosambaza maji bora ya, ya kunywa, binti moja aliongea kwa sauti ya chini. Basi baadhi ya mabinti walianza kutafuta fursa kwa kuonyesha matabasamu yao. Muda wote alikuwa akichekesha chekesha tu, ni vile ana moyo mgumu kuhusu mademu, wala hakutikiswa na chochote. Akiwa katika kuchunguza chunguza huku na kule Aliparamiana na Tasha mrembo wa TikTok. Alimanusura simu ya Tasha idondoke chini, lakini Bratin Kobe aliidaka na ndipo macho yake aligongana yaligongana. Simu yako hii hapa, Bratin Kobe alizungumza baada ya kuunganisha macho kwa macho. Tasha alipokea kisha akaitia kwenye pochi yake. Ni wazi kabisa hakutaka idondoke chini. Alijiandaa kuondoka, lakini akasubirishwa. Hujui hata kusema asante. Nimekukutia simu yako. Bratin Kobe aliongea. Mwanaume, ni jukumu lako kuniokoa. Kama ingetengeneza mpasuko hata kidogo, tungefika polisi. Kwa nini? Brandon Kobe aliuliza kwa mshangao. Miguu yako haiko makini. Hasara kidogo ingekula kwako. Kamera za hapa zingetusaidia kuongea nani mwalifu na nani mwema. Uwe na siku njema, Tasha aliongea kisha akaondoka. Tayari alishatengeneza umaarufu hivyo, watu walikuwa wananong'ona kuhusu yeye na masomo yake yanayofundishaga. Kobe si mtu wa kusumbuliwa na vitu kama hivi, aliendelea na kazi yake ya kutafuta raba kali. Baada ya kumaliza alielekea nyumbani kwao. Tafadhali sana, siku ya leo naomba nisiende sehemu yoyote ile. Tafadhali sana, siku ya leo naomba usiende sehemu yoyote ile kutoka na ugeni Zara mama wa kambo wa Brighton Kobe alizungumza. Ulitakiwa kunipa taarifa mapema, sina wiki kama nitavunja ratiba zangu. Brighton Kobe aliongea akataka kuondoka, lakini Zara alimtegea mguu ili asiweze kuendelea na safari yake. Ilimlazimu akanyage mguu wa mamake wa kambo. Hakuwa tari kufanya hivyo, alibaki kumsikiliza tu. Ulivyokuwa na miaka mitano, ulipenda kuzunguka huku na kule watu wakuone kisa tu umevaa viatu vipya. Usiniambie hii tabia haijafa bado. Usinifanyie hivyo. Umeshakuwa mvulana mkubwa sasa. Tunza hivyo vitu ndani utavaa wiki ijayo. Kama utaendelea kunisumbua itanilazimu nikalie kwenye kaburi la baba yako. Aliongea Zara. Hakuna haja ya kufika mbali. Nitavunja ratiba zangu zote kwa ajili ya wageni. Brighton Kobe aliongea kisha akakaa kwenye kochi. Zara ndio akatabasamu baada ya kuona anasikilizwa. Basi kwa kushirikiana kufanya kazi na kuandaa chakula kwa ajili ya wageni. Kilikuwa ni chakula kingi sana. Brandon Kobe alishindwa kuelewa ni kina nani hao wanakuja. Aliingia TikTok aone habari gani mpya zinaendelea. Alikutana na Tasha akiwa anajichezea chezea wimbo wa Amanda, ulikuwa wimbo na Zuchu. Alisikia kuboeka zaidi, aliachana na TikTok kisha akaanza kufanya kazi zake za ofisini. Hatimaye muda wa wageni uliwadia, ilimlazimu Brandon Kobe kwenda nje ukarimu wageni akiwa na mama yake wa kambo. Mwake ulidunda kidogo baada ya kumwona Tasha akiwa na wazazi wake. Karibuni, Zara aliongea akiacha tabasamu. Tumekaribia, mama yake Tasha aliongea huku akimkodolea macho Bratent Kobe. Kuna namna ya kumwelewa haraka. Bratent Kobe, salimia Zara, ndio alimkumbusha. Basi Bratent Kobe alisalimia kishikaji tu ni mtu asiyependa shogo sana. Huyu ndio Philip Skobe? baba yake Tasha aliuliza. Hapana, eh, bado yupo masomoni. Huyu ni kijana wake wa kwanza wa Kobe, bila shaka. Nawafananisha, Zara aliongea. Nafikiri baba, Tasha aliongea kisha akaelekea ndani. Basi kwa pamoja walikaa mezani kula. Ulaji wa Tasha ulikuwa mbaya sana kiasi cha kumkwaza Brighton Kobe. Ama Tasha aligundua hili, vile anamwelea Brighton Kobe hakutaka akwazike hata kidogo. Alipenyeza mguu wake taratibu akamkanyaga Tasha ajirekebishe. Bahati mbaya alimkanyaga Brighton Kobe. Tamaani, mama Tasha alijitetea. Ali watu wote walimgeukia kujua nini kinafanya ajitetee. Alivunga hayo chochote. Aliendelea kula. Hakuwa mlaji sana ukilinganisha na watu wengine. Tasha akusita kuchukua nyama zake zote. Nadhani huyu si mpenzi wa nyama ndio; huyu si mpenzi wa nyama ukilinganisha na Philip Kobe. Zara aliwahi kujiongelesha. Baada ya chakula kumalizika, vyombo vilitolewa mezani. Bretton Kobe akuweza Unaweza kumtembeza Tasha mazingira ya huko nje, Zara aliongea. Bila shaka watu wazima wakongwe wanahitaji kufanya mazungumzo. Britain Kobe hakuwa na noma, alianza kumuonyesha Tasha mazingira ya nyumbani kwao. Vipi, unataka kuhamia hapa nini? Ni mambo ya nikuonyeshe mazingira hapa. Kichwa kikubwa akili hamna, siku zote wazazi wetu wanatuondoa kwa namna hiyo wakitaka kuzungumza mambo yao ya siri au wanataka kuambia wewe mvulana, toka nje, tuna mazungumzo. Tasha aliuliza. Kobe hakujua jibu nini, alipuuza, aliendelea kumtembeza. Nyumbani nzuri sana kwa kuwa nyie ni family friendly, ipo siku nitakuja kurekodi kipindi changu hapa. Kipindi kipi? Kipindi kipi hicho? Chachito. Ukweli ni kwamba unatia aibu sana kwa muonekano wako huo, ulipasa kutengeneza kizazi kinachojiamini katika masuala ya kutafutaja pesa. Sio kuongea pumba kama zile kuna namna unafanya wanaume wote waone hiki kitu ni kweli na kwamba kupitia mafunzo yako hayo unatengeneza wimbi kubwa la mpasuko katika ndoa za watu, lakini Kobe alionyesha asira za waziwazi wazi. <coughs> Nilitarajia kuona hii hoja yako kwenye komenti ya simu mazungumzo yangu na si hivi unavyofanya. Mafundisho yangu yapo sahihi, nitaendelea kusambaza ulimwenguni kote. Mwanamke si mtumwa wa mwanaume. Vipi, inauma kuambiwa ukweli? Tasha aliuliza. upo kwenye mahusiano? Bratin Kobe alianza kuuliza, kabla ajajibu hoja yake. sipo kwenye mahusiano, vipi? Kwani naomba uyasikie maneno yangu na ikumbuke hii siku, Bratin Kobe aliongea, kisha akamsogelea kwa ukaribu zaidi. Tasha alifungua masikio yake kwa makini. pia nahitaji kusikiliza kuambiwa hakuna mwanaume atakuja kukupenda wala kukutamani, utazeeka peke yako. Jitahidi sana kuficha aibu, itakulazimu kuwa mwanamke mwenzio utakayeweza kufanya kazi naye sawasawa. Tasha alitia tabasamu bila kujali kauli ya maneno ya Bretin Kobe. mwanaume yoyote yule nikimtaka, nampata. Hata wewe nikisema unioe sasa hivi na ufanye kazi zangu zote ntakazotaka utafanya. Tasha aliongea kisha akaondoka huko akicheka. kiwango chake cha kujiamini kiko juu sana. Unatawaliwa na pepo la upweke. Mwanamke mwenye malengo ya kuitwa mke wa mtu hawezi kuzungumza hivi. Brighton Kobe aliongea akionekana kupuuza kupita maelezo. Hakutaka kuharibu siku yake. Alishika simu yake akampigia Felipe Kobe mdogo wake, walichangia baba tofauti. Mama unarudi lini? Kuna namna, naboeka sana, siku inaisha na mimi sikukuona, upweke mbaya unanimisi sana eh? kwa sababu upo singo, mbona sekretari ya nini? ni mrembo, fanya mpango chapo bana. Felix Kobe aliongea. nani kakueleza furaha yangu inategemewa na mwanamke? kama unaamini hivi, basi utateseka sana. Masharti ya mama yako yananishinda. Kuna muda ananipangia muda wa kurudi nyumbani. Nimeshakuwa mvulana mkubwa, eti nikimvimbia natishia kwenda kulia kwenye kaburi la, la baba yangu limwambia akuchunge kwa ajili yangu. Punguza hasira, nadhani wiki hii nakuja, nitakuwa hapo, Felix Kobe aliongea. Basi waliongea mawili matatu, kisha wakaagana. Bratin Kobe akaamua kurudi ndani, alifarajika kuona wageni wanataka kuondoka. Karibu nyumbani kwetu, hakikisha unakuja hata siku moja, Tasha ni kijana mwenzio italeta picha nzuri kama mtakuwa mnatembeleana mara kwa mara. Mama Tasha aliongea akiwa akamshika mkono Bratin Kobe. Tasha ni kubenua benua tu midomo. Kimya kimya yupo radhi kupoteza muda wake kutazama movie na si kukaa na kuzungumza na huyu kidume. Nikipata muda nitakuwa nafanya hivyo, Bratin Kobe aliongea kwa kifupi. Hebu msaidie Tasha kubeba pochi yake, anaonekana kuchoka Mama wa kambo wa Bretton Kobe alitoa maelekezo. Macho alimtoka Bretton Kobe kwa kazi aliyopatiwa, eti amsaidie Tasha kubeba pochi yake. Bretton Kobe alitaka kugoma lakini kwa jinsi mama yake wa kambo alivyomtazama hakuwa na namna. Alichukua pochi mkononi mwa Tasha kibabe. Hakusubiri kuambiwa. Alisogea mpaka kwenye gari. Basi Tasha aliingia kwenye gari, baada ya kuhakikisha amekaa vizuri, alinyosha mkono wake alimkabidhi pochi. Tarajia kuona komenti yako kwenye mafundisho yangu nayotoa kila siku. Tengeneza hoja nzito nami nitakujibu kwa hoja. Tasha alimaliza kuongea kwa kukonyeza Brandon Kobe. Akupendezwa na ukonyezaji wake, aliondoka. Hivi Brandon Kobe ni kijana wa aina gani? Tasha alimuuliza baba yake kwa sababu hakuonyesha kumshobokea mwanaume huyo. Ni kijana makini sana Naweza sema anafaa kuwa kiongozi au kiongozi wa familia au wa serikali, pia anaonekana kujali sana watu. Kijana mzuri sana jamani, ikitokea mmepata mtoto ni taringa sana mama, Tasha alijisemesha. Na ndio maana sikumwomba mtazamo wako. Kitu unachokiwaza ni cha ajabu sana , Tasha aliongea. Mama mtu Alisha kubinua midomo siku zote na binti yake huwa wanaotofautiana mitazamo. Upande mwingine, Brighton Kobe akiwa anapambana kutafuta usingizi alijikuta akimkumbuka maneno ya mrembo Tasha. Mwanawe mwote yule nikimtaka na mpata hata wewe. Nikisema unioze sasa hivi na ufanye kazi yangu yote unafanya. Alijiamini nini huyu? Kuja nione mwisho wake. Kwani anajamini sana. Aina hii ya watu wanaojiamini kama yeye huwa wanaisha vibaya sana. Alijiongelea Brighton Kobe. Kulipopambazuka asubuhi, aliwahi kuamka, si mtu akupenda kulala sana. Kicheko cha mama yake wa kambo kilimfanya asite kidogo kuendelea na kitu alichokuwa anataka kufanya. Brighton Kobe, ebu sogea hapa, huu ni ujumbe wa kwetu. Tasha alikuwa hapa jana eh? Umenifurahisha zara, aliongea akionekana kufurahi. Hivi unajua ni kwa nini wanaume wengi hukasirika kupita kiasi pale wanapoombwa pesa. Leo nimeambiwa siri hii. Wanaume wengi huogopa kusema ukweli kuwa hawana pesa wanapoombwa pesa na yeye hana. Tasha alimtumia namba ya rafiki yake, anapenda kucheza na mambo ya magari. Nipo barabarani, bado sitoondoka mpaka utakaponiambia mmiliki wa hiyo gari ni nani, Tasha alimsisitiza rafiki yake. Baada ya dakika kumi kupita alimtumia majina ya mmiliki wa gari lililomwagia maji machafu na mahali anapoweza kupatikana. Brighton Kobe anaonekana kuvutiwa na mimi. Hizo chokochoko sio bure. Why? Anachokitafuta atakipata. Tasha alisemea kisha akasimamisha bajaji. Ilimlazimu kurudi nyumbani kwa wakati huo. Alipendeza kuliko mara ya kwanza. Aliamua kuvunja kabati yake yote, kwa sababu tu ya vurugu aliyofanyiwa na Brighton Kobe. Moja kwa moja alielekea nyumbani kwao. Zara aliacha tabasamu baada ya kumwona natamani. Sana binti huyu amilikiwe na Philip Scobe, mtoto wangu wa damu. Nikiwa nasubiria chai huku natazama hizi picha, huyu kijana wangu Philip Scobe hapa alikuwa na miaka kumi na nane. Zara aliongea kisha akaondoka. Tasha hakuwa na namna zaidi ya kutazama. Bahati mbaya au nzuri kati ya hizi picha hizi zilikuwa ni picha ya Brighton Cobenzi, hizo ana miaka 21. Tasha alijikuta akitazama picha bila kukoma, alipoona kama atafumwa hivi aliweka kwenye pochi yake. Basi na Zara, basi Zara aliweka chai mezani, walianza kuburudika huku wakipiga stori za hapa na pale. So mpaka hapo ulipo hauna mahusiano? Zara alitupia mtego. Sipo wala sijataka kwa kwenye mahusiano na mambo mengi, nikisema nianzishe mahusiano nitatelekeza mambo yangu. Hapana, ni vile tu hujakutana na mtu ambaye katika hisia zako, endelea kujipa muda, Zara alishauri. Basi katika mazungumzo yao, Bretton Kobe alifika moyo. Tasha ulistuka hasa, akikumbuka huyu pumbavu alimwagia maji Natumaini umekunywa chai huko ulikotoka. Zara alikumbusha. Kwa sababu nimepika chai kidogo. Usiwe na hofu. Mgeni karibu. Kobe aliongea kwa kifupi kisha akapiga hatua aondoke. Nimekuja hapa kwa ajili yako, aliongea. Basi Kobe alielekea bustanini kwa ajili ya mazungumzo. Wembe wewe, wewe kichaa, kwa nini umenimwagia maji machafu? Naomba niombe msamaha haraka kabla sijakupeleka polisi. Tasha alifoka. Kobe alimtazama kwa nukta kubwa. Akajiuliza kwa nini ananiita mbwa. Acha kunitazama hivyo. Fanya haraka uniombe msamaha. Patin Kobe alinyosha mikono yake, akamkuja Tasha. Akamkunja akamsogeza karibu na mdomo wake. Mwanaume hapandishii sauti wala kutukana hadharani hivyo. Tusi ile nitukana hapa ile paso tukane kimoyomoyo. Na si hadharani, Patin Kobe aliongea. Kitendo cha Tasha kurefusha tu mdomo. Ajibu mashambulizi ajikuta akigusa lipsi za Bratton Kobe. Uyumbu nikisema ni mheshimu bila kufanya chochote, nitajikuta niko TikTok, Bratton Kobe alisema ndani ya moyo wake, kisha akafungua mdomo wake, akaanza kumpiga denda Tasha. Tasha alionekana kuridhia. Zara akiwa kabana nyuma ya mti, alitoa macho alivyoona lile tukio lote. Na alisahau kama mahali pale kulikuwa na siafu. Nini hiki? Aliuliza kwa mshangao. Baada ya kuhisi anangatwa. Msaada! alipiga kelele. Nipo! Bratin Kobe alistuka, akaachana na Tasha akakimbia kutoa msaada. Tasha alishika lipsi zake. Hakuamini kama kapigwa denda kisembe. Alikuwa katika kutafakari, jongo jongo mkubwa kupita maelezo kama nyoka mkubwa sana alikuwa kwenye nguo yake akapiga kelele pia kuomba msaada. Siafu sio kitu, nenda akamsaidie mgeni, Zara aliongea. Basi Brighton Kobe alirudi kwa Tasha akampuuzia, baada ya kuona jongoo yuko kwenye mapaja yake. Nitoa ili dude kutokana na mafundisho yako unaosema kwa wanaume siku hizi hawawezi hata kuua mende, fanya jiokoe mwenyewe, Brighton Kobe aliongea, kisha akakaa pembeni akisikiliza Tasha alikusanya ujasiri akachukua pochi yake akamsukuma jongoo, akadondokea kule. Siku ya leo ilikuwa mbaya kwake, ndio jongoo alikwenda kule, lakini vitu vyake vyote vilivyokuwa ndani ya pochi yake vilimwagika, wacha picha ya Brighton Kobe ionekane hadharani. Alitamani dunia yote iwe bahari. Weka chai mezani, walianza kuburudika huku wakipiga stori za hapa na pale, so mpaka hapo ulipo hauna mahusiano? Zara alitupia mtego. Sipo, wala sijataka kuwa kwenye mahusiano na mambo mengi, nikisema nianzishe mahusiano nitatelekeza mambo yangu. Hapana, ni vile tu hujakutana na mtu ambaye katika hisia zako niile, kujipa muda, Zara alishauri. Basi katika mazungumzo yao, Bratin Kobe alifika. Moyo wa Tasha ulistuka, hasa akikumbuka huyu pumbavu alimwagia maji. Natumini umekunywa chai huko ulikotoka, Zara alikumbusha kwa sababu nimepika chai kidogo, usio na hofu. Mgeni karibu, Bratin Kobe aliongea kwa kifupi, kisha akapiga hatua aondoke. Nimekuja hapa kwa ajili yako, aliongea basi. Bratin Kobe alielekea bustanini kwa ajili ya mazungumzo. We mboe, we kichaa, kwa nini umenimwagia maji machafu? Naomba niombe msamaha haraka kabla sija kupeleka polisi, Tasha alifoka. Bratin Kobe alimtazama kwa nukta kubwa akajiuliza kwani ananiita mbwa? Acha kunitazama hivyo, fanya raka uniombe msamaha. Bratin Kobe alinyosha mikono yake akampuja Tasha akamkunja akamsogeza karibu na mdomo wake. Mwanaume hapandishii sauti wala kutukanwa hadharani, hivyo tusi lilonitukana hapa lilipaswa utukane kimoyomoyo na si hadharani. Bratin Kobe aliongea kitendo cha Tasha kurefusha tu mdomo ajibu mashambulizi ajikuta akigusa lips za Brighton Kobe. Uyumbu nikisema ni mheshimu bila kufanya chochote. nitajikuta niko TikTok. Brighton Kobe alisema ndani ya moyo wake, kisha akafungua wa mdomo wake akaanza kumpiga denda Tasha. Tasha alionekana kuridhia. Zara akiwa kabana nyuma ya mti alitoa macho alivyoona ile tukio lote na alisahau kama mahali pale kulikuwa na siafu. nini hiki aliuliza kwa mshangao baada ya kuhisi anang'atwa. Msaada, alipiga kelele. Ndipo Bratin Kobe alistuka, akaachana na Tasha, akakimbia kutoa msaada. Tasha alishika lipsi zake, hakuamini kama akapigwa denda kizembe. akiwa katika kutafakari, jongo mkubwa kupita maelezo, kama nyoka mkubwa sana alikuwa kwenye nguo yake akapiga kelele pia kuomba msaada. Siafu sio kitu, nenda akamsaidie mgeni Zara, aliongea basi. Brighton Kobe alirudi kwa Tasha, akampuuzia baada ya kuona jongoo ipo kwenye mapaja yake. Nitoe ili dude? kutokana na mafundisho yako unaosema kwa wanaume siku hizi hawawezi hata kuua mende, fanya jokoe mwenyewe, Brighton Kobe aliongea, kisha akakaa pembeni akisikiliza Tasha alikusanya ujasiri, akachukua pochi yake akamsukuma jongoo akadondokea kule. Siku ya leo ilikuwa mbaya kwake, ndio jongoo alikwenda kule lakini vitu vyake vyote, pochi, vilivyoko kwenye ndani ya pochi yake vilimwagika. Wacha picha ya Brighton Kobe ionekane hadharani. Alitamani dunia yote iwe bahari inamfanya ajisikie vibaya zaidi, hivyo kuliko ukazani kumwomba pesa. Inapendeza kama mara moja moja, akiwa anatuma na kuweka akiba ili siku ukimwomba asikose pakushika. Bratin Kobe alirudisha simu baada ya kumaliza kusikiliza, alihitaji kuondoka zake na alionyesha kufurahi kiuongo, uongo, lakini ndani ya moyo wake alisikitishwa sana na mtazamo wa Tasha kuna sehemu naenda, ndio maana nimeamka mapema. Baadaye Bratin Kobe aliongea kisha akaondoka. Zara wala hakumzingatia, alikuwa na kibarua chake, anataka kumpelekea rafiki yake. Bratin Kobe akiwa kwenye gari yake, alifanikiwa kumuona Tasha akiwa kafaa kiganja chake cheupe. Nitamkomesha, Bratin Kobe alijisemea, kisha akaongeza kasi ya gari. Maksudi alipita kwenye maji yaliotua maa gauni ya Tasha iligeuka kuwa rangi ya udongo. Pamoja na yote, alijaribu kukadi plate namba ya gari lakini hakufanikiwa. Samani Mama Tasha alijitetea. Watoto walimgeukia kujua nini kinafanya ajitetee. Kobe alivunga ile ali chochote, aliendelea kula, akuwa mlaji sana ukilinganisha na watu wengine. Tasha akusita, akachukua nyama zake zote. nadhani wewe si mpenzi wa nyama? Ndio, sio mpenzi wa nyama, Ukilinganisha na kaka yake. Zara aliwahi kujiongelesha. baada ya chakula kumalizika, vyombo vilitolewa mezani. Kobe Unaweza kumtembeza Tasha mazingira huko nje? Zara aliongea bila shaka. Watu wazima wa Kongo, Nkobe. Vipi? wa Kongo wanahitaji kufanya kwa namna hiyo wakitaka kuzungumza mambo au yao unataka kuambia wewe mvulana, toka tuna mazungumzo? Tasha aliuliza. "Martin Kobe akujua mjibu nini? Alimpuuza akaendelea kumtembeza. Nyumba yenu nzuri sana kwa kuwa nyinyi ni family friend, ipo siku nitakuja kurekodi kipindi changu. Kipindi kipi hicho unachozungumzia? cha TikTok. Ukweli ni kwamba unatia aibu sana kwa mwonekano wako huo. Ulipaswa kutengeneza kizazi kinachoamini katika swala zima la utafutaji wa pesa, na sikuongea pumba kama zile kuna namna unafanya wanaume waone hiyo kitu ni ukweli. Ukweli ni kwamba kupitia mafundisho yako hayo unataka kuona mpasuku wa wimbi kubwa la ndoa za watu. Bertin Kobe alionyesha asira zake waziwazi. Ulitarie kuona hiyo hoja yako kwenye sehemu ya komenti, na si kama hivyo unavyofanya. Mafundisho yangu yapo sahihi na nitaendelea kusambaza ulimwenguni kote. Mwanamke si mtumwa Mwanaume vipi, inauma ukiambiwa ukweli? Tasha aliuliza. Upo kwenye mahusiano? Bratin Kobe aliuliza kabla ya hoja yake. Sipo kwenye mahusiano, vipi kwani? Naomba uyashike maneno yangu na ukumbuke hii siku. Bratin Kobe aliongea kisha akamsogelea kwa karibu zaidi. Tasha, fungua masikio yako kwa makini pia anahitaji kusikia ninachokuambia na ukisikilize sana. Hakuna mwanaume atakuja kukupenda wala kukutamani, utazeeka peke yako. Ukihitaji sana kuficha aibu, itakulazimu kuoa mwanamke mwenzio utakayeweza kufanya naye kazi, yaani wote mwende sawa sawa. Tasha aliacheza basamu bila kujali kauli ya maneno ya Bratton